Shangaa, mnaanza kuwa na amani. Bwana Yesu apewe sifa. Usimchukie mtu, piga roho ambayo iko ndani yake inayomtumikisha wangapi. Mnanielewa wangapi? Mnanielewa kwa sababu watu wengi, na katika kipindi tulichonacho, kuna manabii ambaye anasema aliyekuloga ni mama yako mzazi, unaenda nyumbani unamkosea mama yako mzazi heshima, na Biblia inasema waheshimu baba yako na mama yako ili upate kupewa miaka mingi upewe umri mrefu. Maana yake neno la Mungu linabaki pale pale. Wewe piga hiyo roho ya kichawi kama umeambiwa na si kwa wazi, kwa maombi ya siri. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndugu kwa ndugu wamefarakana kwa sababu ya kuna saa hekima azitumiki naambiwa, yaani mdogo wako ndiye amekuzuia mdogo wako ndio anayekuloga na Yesu Hatukututuma injili ya namna hii. Yesu atusaidie sana wewe. Wow, ukifunuliwa kitu ingia nacho kwenye maombi na utaona Mungu anafungua njia haleluya. Lakini katika maisha haya hatutadumu milele. Hatutadumu milele. Kuna saa ya kutwaliwa, kuna saa ya kuondoka kwenye maisha haya na, na katika saa hiyo ya kuondoka, ili umwone Mungu ni lazima uwe umetengeneza maisha, na njia ya kwanza ni kumpokea Yesu awe bwana na kiongozi na msimamizi na, na, na, na, na wa maisha yako. Hiyo ndio njia ya kwanza ya kumwona Mungu, kumkubali Yesu kuwa bwana na kiongozi wa maisha yako na kutembea ndani ya mapenzi ya Mungu. Tunafurahia dunia, lakini katika dunia hii hatudumu milele, iko saa utaondoka, iko saa utatwaliwa lakini pia iko saa ambayo Yesu atarudi kulichukua kanisa, na watakaoondoka ni walio watakatifu. Kama ulikuwa mtenda dhambi, akasema kule ambapo funza watakula watu na hawa, hawafi. Yani hao funza hawafi. Jua hayo. Kaa kwenye maisha kwa ustaarabu kaa kwenye maisha kwa kumcha Mungu, kaa kwenye maisha kwa kumpenda Mungu, kaa kwenye maisha kwa kupenda wengine, kusababisha na wengine wamwone Mungu. Nyosha mikono yako juu, sema e Bwana Yesu, e Bwana Yesu, siku ya leo na kupokea Yesu, uwe Bwana na kiongozi na mwokozi wa maisha yangu, namkataa shetani na na kazi zake zote na mipango yake yote na siku ya leo najitoa kwako ili nikutumikie kwenye maisha yangu yote. Roho Mtakatifu, sema kwa nguvu: Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, karibu ndani yangu. karibu ndani yangu. karibu ndani yangu. Uniwezeshe kuishi maisha yanayompendeza Mungu, kufuata njia za Mungu. Roho Mtakatifu, nisaidie kuishinda dhambi. dhambi sinishinde, nipe uwezo wa kuishi maisha yenye ushuhuda. nisaidie Yesu, peke yangu siwezi. E bwana Yesu, futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima cha waliotakaswa. Asante Yesu kunipenda na kunichagua. Nyamaza tukimya. Baba, iko furaha mbinguni mmoja anapotubu na kukugeukia wewe. Ninaomba neema yako juu ya kila mmoja, tusaidie Bwana, tuongoze Bwana katika safari tulio nayo, tusaidie, tuishinde dhambi, tusaidie, tuishi maisha yanayokupendeza, ili maisha yetu yajawe na ushuhuda, tuwavute wengi kwako badala ya kuwatoa, tuwavute waje kwako, tusaidie Mfalme, peke yetu hatuwezi, muongoze kila mmoja, mpe neema kubwa kukulia wokovu neema kubwa ya kuhukulia wokovu, ni katika jina la Yesu. Nyosha tu mkono wako juu, tunaenda kuimba wimbo ambao mtumishi wa Mungu anaelekezwa, lakini tutaingia kwenye maombi. Mungu akutie nguvu, Mungu akupe unyenyekevu, Mungu akusaidie katika mfungo huu. Inawezekana umefunga sana, ila wakati huu majira haya asikupite.

Ujibuye maombi ujibuye kwa Bwana, mwaminifu sikia, e mao, ujibuye kwa moto, Bwana mwaminifu Bwana mwaminifu, usikie maombi, ujibuye maombi, kwa moto. Wana Yesu, wana waamini tu Baba, asikiaye maomi, unajibu kwa moto.

Ingia kwenye maombi, ingia kwenye maombi ya toba. Anza kwanza na maombi ya toba. Ukishamaliza maombi ya toba, utamsii Mungu akutie nguvu katika mfungo, utamsii Mungu akusaidie, Mungu akutoe mahali umekwama, achilie neema yake na kibali Wambie Bwana, naomba toba mbele zako, maana Biblia inasema mkisema hamna dhambi mnajidanganya wenyewe, wala iliyo kweli haitakuwa ndani yenu. Lakini mkiungama dhambi na kutubu mbele zangu, Mungu aliyema hata atusamee na kututakasa na kufuta dhambi na kufuta hatia na kuondoa uovu. Nenda tu mbele za Bwana kwa damu ya Yesu, nenda mbele za Bwana, ni saa ya kwako kuomba. Kuna majira ya kuombewa, huu ni muda wako, kwa dakika hizi chache ya kwenda mbele za Bwana, kwenda mbele za Bwana wewe mwenyewe, asikie sauti yake akiwa pale mbinguni, asikie sauti yake akiwa ndani yako kama Roho Mtakatifu, asikie sauti yako. Nenda mbele za Bwana, nenda mbele, usinyamaze. Unaponyamaza, unaponyamaza anakosa namna ya kukusaidia. Ndio maana biblia yako nami nitakijaza. Usinyamaze, usinyamaze, usinyamaze, hata kama mateso yamekulemea, hata kama huoni namna. Ile za Bwana, ikiri damu ya Yesu, ikiri damu ya Yesu. Utakapokiri damu ya Yesu, utaanza kusikia nguvu na upenyo, maneno yataanza kuja kwenye kinywa chako, maana neno la Kristo linasema kadhalika, nasi hatujui kuomba itupatie utusaidie, udhaifu wetu kuomba kwa kuugua kusikoweza kutamkwa. Roho Mtakatifu anasaidia ndani ya mtu aliye tayari, ambaye ana haja ya kuomba, anayetamani kuvuka, anayetamani msaada wa Mungu wa kumtoa mahali amekwama, wa kumtoa kwenye mateso wako watu